I told you. io <laughs> Mambo vipi? Safi. Nilikuambia kwamba nitakukamata tu. <laughs> Um, bwana tukupe nini? In nini? Search warrant. Search warrant. Okay. Askari, <laughs> kagua kila pande ya nyumba hii. Oh, here we go. <laughs> Kila sehemu hakikisheni mnakagua. Hey, wabinti wazuri wazuri wazuri, mnaangaika hivi, mnajua kwamba huyu nyuma yake ana shida gani? Maskini, naonea huruma. Okay. hakuna kitu wasi, hakuna lachokiona, kila kitu tayari. Ndio afande, mimi nilijua, najua unachokitaka kama

Mambo vipi, my name is John. Kipindi kilichopo hewani ni Cheche kutoka 24FM 99.0, tupo kwa Mikocheni, Dar es Salaam, niko na hapa Chris a .a. Chris aka Guta. Mambo vipi, majina yote napewa mimi, hili hili hili linaingia 0 amikocheniasalam iko na uzuri wenyewe, unachangia utasema kusema asante you know oh, anyway. Ay, asante kidogo anyway kwa sababu msikilizaji ambao natusikiliza kupitia 99.0 All the way from Miko Cheni, Dar es Salaam, 24FM. Ebana by the way, leo cheche imeanza na cheche zake. Kama unafahamu, cheche ni moto moto moto leo na jambo zuri ya nzuri ama habari nzuri kwa wasikilizaji wetu bwana. Habari gani? na bonge moja like, exclusive interview na moja kati naeza nikasema ni heavyweight producer East Africa, yani Kenya, Uganda, mm. Rwanda, Burundi, Tanzania, TJ, mm. Sukari yao, Penzi Chari, Mongo, okay. TJ, g TJ. Kama, TJ. Uh. TJ. Mm-hmm. Eh, tupiga naye masori mengi kuhusiana na record label yao TJ Records, lakini pia kuhusiana na taswira nzima ya burudani na entertainment ya muziki wa bongo flavor. Yes. John, unamzungumziaje TJ TJ e? kwa kwa sababu unamfahamu. Eh, nimzungumzie kivipi? yani kiwanawake au? Unajua unajua John anapenda sana complicate. Mimi nimekuuliza unamzungumziaje general, kivyo vyote, basi tuseme unamzungumziaje. Well, mimi naona he is a real gentleman kweli, basi piga kelele kwa TJ yake Kuhusiana na mchongo mzima kitu ambacho naweza nikakwambia stay with us sasa. Kipindi kilichokuwa ni cheche kutoka 24 FM 99.0 hapa Mikocheni Dar es Salaam. Wakati tunasubiria mgeni wetu TJ ni vyema I think tungesikiza nyimbo yake kutoka TJ Records. Au unasemaje Chris? Let's do it.

Hello, sweet lady. Hope umepata zawadi yangu. Who is this? I say, naona ameshanisahau tayari. Mimi sijakusahau, na siwezi kusahau. Usinipoteze muda, nina mambo mengi ya kufanya. Mimi ni Mark. Seriously. Unaweza ukawa uko sahihi, lakini hakuna muda sahihi wa kuwa serious kwenye mapenzi. Huwa inatokea kama ilivyotokea kwangu. Sitaki kukusukuma, ila nahitaji kuwa karibu zaidi na wewe. <laughs> Unanichekesha kweli. Do I look like getting serious? Sweet Tatiana, ipe muda kufurahi kwenye maisha yako. Acha kujipa adhabu. Kila mwanamke anahitaji mwanaume na kila mwanaume anahitaji mwanamke.

Babe, lakini inabidi unisikilize na mimi na sio tu naamini mawazo yako peke yake. Babe, lakini inabidi unisikilize na mimi, unajua unavyosikiliza tu mawazo yako peke yake unakosea. You know me. Nikiamua nimeamua, na nikisema nimesema. Acha kunisumbua, nina mambo mengi sana ya kufanya sa sasa hivi. Siwezi kusikiliza ukumbafu wote unaoniambia. Just, just, just mind your own business. Nikiwa tayari kuongea na wewe, nitakupigia. Stop calling me, TJ. I I love you, I hate you, hate, let's go. Kwanini unaangalia Niliwaonya lakini hamkumsikia. Hivi mnatambua ni kiasi gani mmeharibu? Pelelezi, Afande tulikuwa na uhakika wa asilimia mia moja na chanzo chetu, na chanzo chetu kijawahi kutudanganya, na nadhani ilitokea mistake kidogo kupelekea ushahidi kuondolewa. Tafadhali utupatie muda tukuthibitishe kwamba tulikuwa sahihi. Hapana, siwezi kuwaamini, siwezi kuwaamini tena. Hivi mnadhani yeye atakuwa mjinga tena? Mmepoteza kila kitu, ilikuwa bado kidogo tu tumkamate. Mlichokifanya wewe na Erika si cha kiweledi, kwa sababu mnatawaliwa na hisia kuliko uwezo wa kufikiri. Samahani sana Fande na nitawaadhibu kwa hilo. Kuanzia leo ninawaondoa kwenye upelelezi wa kesi ya madawa ya kulevya kwa muda usiojulikana. Aananda, kaendelea na shughuli zako. ni Cheche na tuko na TJ. Right, pia pamoja na Estazia. Yeah, kabla tujaendelea na mada nyingine yote ningependa kujua TJ, kwa nini wanawake wanakupenda sana? Wow. Uh... <laughs> okay. Um, Do you love me? <laughs> Sija kuuliza hivyo. No, lakini umesema hivyo, na bahati nzuri umesema kwa nini wanawake wananipenda sana na wewe ni mwanamke so ndio maana nimekuuliza do you love me. TJ yuko sahihi, funguka, unampenda? Yes, nampenda kama binadamu wenzangu. Hapo unajua kabisa, unajidanganya mwenyewe, kwa sababu nikikuangalia machoni, I see deeply in your heart, machnyani huyu mwanaume ni hawezi kubadilika kabisa hawezi kuachana <laughs> na tabia za kushawishi wanawake. can you imagine, ameshaanza kumshawishi huyo mtangazaji ila inaingia vizuri sana TJ <laughs> hawezi kumwona mwanamke akamwacha. Nitulie. <laughs> <laughs> So, sitakaa kusikiliza kinachoendelea. Astazia, tumesikia kiu na azma yako kwenye music industry na filamu. Maybe ungetuelezea zaidi kwenye swala hili. DJ Records ilikuwa ni kampuni ambayo imejikita kwenye entertainment nzima, lakini kwa sasa tunaanzisha record label yetu ambayo itakuwa inasimamia wasanii kutoka East Africa nzima, vipaji vikali ambavyo tutakuwa tunavikuza na kuvilea, lakini pia tunataka kuanzisha online streaming platform yetu. Hiyo platform itaruhusu wafuasi kuweza kusikiliza mziki online na pia kuununua. oh, TJ umekuwa na yeah, mafanikio makubwa sana kwa muda mfupi, tuseme kwa haraka sana. Right. Right. Right. Na kama nakumbuka kuna interview yako ulifanya hapo nyuma, mm, ambao tulisikia watu wamesema umesema kwamba watu hawakupendi na wapendi kazi zako. Ebu <laughs> tueleze zaidi kuhusu swala hili. Um, Waingereza wanawaita haters watu wa aina hii, okay? Hatuwezi kuwakwepa hawa, Joan, they're everywhere. Na kazi yao kubwa ni kukuharibia n ngoja nikwambie kitu, ukitaka kuona unachukiwa kiasi gani, Fanikiwa. O, Oh my God they will be everywhere. Yani wanajaribu tu kufanya kila liwezekanalo kukuangusha. That's true. That's true. And for me,